Na tukirejelea taarifa yetu kuu ni kwamba washindi wa maonyesho ya kitaifa ya michezo ya kuigiza na filamu iliyokamilika hapo jana wanamtumbuiza Rais William Ruto katika ikulu ndogo ya Nakuru. Wanafunzi elfu thelathini na watano kutoka shule elfu nne kote nchini walishiriki kwenye mashindano hayo ya sitini tatu tunaungana sasa na mwanahabari wetu Maryanne ili atupashe mengi ambayo yanajiri katika hafla hiyo. Maryanne, pengine kwa hivi sasa, ni kipi ambacho kinaendelea, na je, kuna dalili zozote kwamba wasichana wa shule ya Butere wataweza pia kutumbuiza katika hafla hiyo? Shukran Mwanahamisi, hatujapata taarifa yoyote kuhusiana na tamthilia hiyo ama shule ya upili ya wasichana ya Butere uh, kuwasili hapa uh, kutumbuiza Rais William Ruto hii leo kwenye ikulu ya Nakuru. Ni taarifa tu, pengine huenda ikawa au uh, tutasubiri tu kujua uh, mbivu na mbichi, wapo itatendeka au la, lakini hapa uh, tulipo ni ikulu ya Nakuru ambapo Rais William Ruto bado hajawasili uh, kwa hafla hii ambayo ilikuwa na uh, inatarajiwa kuanza takriban dakika kumi hivi zilizopita, lakini kile ambacho tumearifiwa ni kuwa Rais William Ruto anahudhuria uh, ile hafla ya kufuzu kwa mahafali wanajeshi uh, eneo la Lanet, na kwa hivyo pindi tu atakapomaliza atawasili hapa na zoezi hili ama hafla hii itaanza rasmi. Lakini pengine tumekuwa tukiona kwa wiki nzima maonyesho haya ya kitaifa ya, uh, ya michezo ya kuigiza na vilevile vile filamu ikiendelea katika kaunti ya Nakuru a, katika shule ya upili a, shule ya, ya msingi ya Lions. Lakini pengine vilevile vile, nitakuwa tu nikizungumza na yule ambaye ni mwalimu katika shule ya Nakuru. Hawezi kutueleza mengi zaidi kuhusiana na nini haswa hii leo wanatarajia pengine. Umekuwa katika mstari wa mbele katika a, mipangilio mbalimbali ya maonyesho ya kitaifa mwaka huu, nini haswa kama wale ambao walimu ambao, ambao mlikuwa hapa, nini haswa mliweza ku zingatia maku makuyaona kwenye maonyesho haya. Mwanzo, nashukuru sana Bian kwa kuweza kuiweka mbashara katika runinga ya kitaifa ya Citizen. Nam, nimeshiriki katika maandalizi ya tamasha za 63 za uigizaji wa drama na filamu eh, katika eneo la na Nakuru na tumekuwa na wale executive secretaries ma regional director of education tukipanga. Manake ukiona kama Nakuru High School tumekuwa ni eneo ambapo wanafunzi wamekuwa wakistakimu, yani wavulana hasa wa shule za msingi wote kutoka kote nchini na kuanzia juzi pia wale ambao wameteuliwa kwenda kushiriki katika gala. Kwa hivyo wanafunzi wote vulana wako katika shule ya upili ya Nakuru na ukiona, tumekuwa hali ni hali ya mtimbriko ambapo unaona watu wamefurahi wa katika haya maigizo ya drama na, na filamu wamekwepo kuanzia Jumapili iliyopita tarehe sita. Leo ni tarehe kumi na sita ambapo tuna state concert. Na kuna manufaa mengi ya kuweza kujihusisha na masuala ya uigizaji, masuala ya michezo, masuala ya filamu. Mwanzo kuna tangamano, watu wanatoka pembe mbalimbali mbali za nchi, wanakuja na pamoja, wanakutana wanatakuzana. Pili, tunaelimika Kaa, watu wanaelimika kuhusu mambo tilatila tila. Na unajua sasa, kauli mbiu ya mwaka huu inahusiana na teknolojia. Tumeweza kuona uigizaji, tumeweza kuona simulizi mbalimbali mbali, narratives ambazo zimekuepo zime, na zinafunza watu mengi. Tatu ni burudani, watu wanaburudika, wanafurahi. Unaona watu wako konakwa furaha. Tukiingia katika ukumbi huu, utaona watu wamefurahi sana, watu wana, wanaigiza. Ingine ni kwamba hii ni fasihi na fasihi ni kio cha jamii. Fasihi ni kio cha jamii inamaanisha, haimaanishi kwamba kila jamii na kio chake ki, ambapo watu wanaenda kujitazama, inamaanisha inamulika maswala ambayo yana ikumba jamii, iwe ni kama elimu, iwe ni kama kilimo, iwe ni kama ufisadi, iwe ni kama mambo na afya. Unaona, maigizo mengi sana yameshamiri maswala ambayo yana yana husiana na jamii na pia inawasaidia hawa wanafunzi mazoezi. Ukiona wanafunzi wakicheza hapo hivyo, wakiimba wakicheza, unajua pia ina, inawepusha kuweza ku, e, kupata magonjwa mbalimbali wana, wana drill mili yao, wanacheza hivyo, mambo kama yanasaidia ya pakubwa sana, na pia inazuia hawa wanafunzi kuweza kwe, kujiingiza katika mambo mawi, mambo ambayo yanaweza adhiri maisha. Manake, man, wakati mwingi sana hata wakiwa shuleni wanatumia kujiandaa, wanajiandaa wanatembea pamoja na pia ushirikiano na pia inaguza ule ujasiri, ukakamavu wanaweza kusimama mbele ya hadhira na kuweza kuzungumza vizuri na, na mwisho ni kwamba inakuza vipaji unaona wengi wa wasanii katika taifa letu la Kenya, wengi wa, wa, wa, watangazaji wengi wa watu maarufu sana walianzia mambo haya katika shule ya chekechea, shule ya msingi, shule ya upili na hata katika vyuo vikuu. Kwa hivyo inakuza vipaji mbalimbali mbali. ule ulumbi ambao unaona ambao unaendele, unaendelezwa na baadhi ya viongozi katika taifa letu la Kenya, ukiuliza tu vizuri msingi, asili yao ilikuwa kwamba walikuwa waigizaji katika shule zao za upili, vyuo vikuu, ama hata vyuo anuai tuseme KMC hapo hivyo, wameigiza na kwa hivyo wamekuwa ni bora zaidi. Kwa hivyo kuna manufaa mengi sana ambayo yanaambatana na hii michezo ya kuigiza na pia ni umoja, maanake watu kutoka matafaka mbalimbali tumeweza kuungana hapa hivi. Ona hapa livyo tuko state house, na pia ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni fursa adimu sana nitukizi kuweza kuingia ikulu. Unaona, mwaka uliopita tulikuwa hapa hivi na pia leo tuka hapa hivi na pengine suala la mwisho kwako kwa maudhui mwaka huu ni kuhusiana na teknolojia. Nini haswa kimeibuka mkiangazia yale michezo ya kuigiza na filamu ambazo ama ambayo yameweza kuangaziwa uh, na wanafunzi mbalimbali mbali kutoka shule ambazo zilikuwa kwenye maonyesho haya ya kitaifa. Nini haswa mwaka huu ambao mnaweza sema kweli mmejivunia kuona talanta ikizidi kuonekana na vile vile maudhui ya teknolojia ikionekana? Nikiona, kwa mfano katika uigizaji, kama shule ile ya upili wale walikuwa wanaigiza shule ya upili ya Maranda, unaona uibua maudhui wanasema kwa kwamba eh, katika shule, shule mbalimbali, mataasisi mbalimbali tuwe na vifaa na tuseme kama hospitali tuwe na vifaa eh, maabara ambayo yanasaidia, tuseme kama mgonjwa mtu amepata na ugonjwa fulani akienda hapo hivyo aenda apate dawa asiende tu kupata panado, mambo kama hayo. Na uvumbuzi pia wanafunzi wawe wa, mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanachangia katika kuvumbua vitu eh, mbalimbali na wawe sehemu ya suluhu wasiwe tatizo katika jamii naam. Nashukuru sana. Sana. Uh, mwanahamisi huyo ni Tom Kimbaraza, mwalimu katika shule. Mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili ya wavulana ya Nakuru ama Nakuru hai. Uh, na vile vile akiweza kuangazia nini haswa tumeweza kushuhudia kwenye maonyesho haya ya kitaifa ambayo ni ya sitini na tatu mwaka huu. Na vile vile pia tutasubiri papa hapa uh, Rais William Ruto atakapowasili na vile vile kutumbuizwa na wale ambao washindi, wale washindi kutoka shule mbalimbali. Basi tutakuwa papa hapa na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Na no, asante sana Maryanne kwa hayo, bila shaka baadaye tutakuwa tunaungana nawe, utupashe yale ambayo takuwa yanaendelea.